Katika hatua ya kuhimiza elimu kwa wote, Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ndogo ya Kaloleni aliongoza matembezi ya amani yaliyowaleta pamoja walimu machifu na maafisa wa serikali kwa lengo la kuwasihi wanafunzi waliomaliza grade ya 6 warejee shuleni mara moja. Leo tumekuwa na launch ya watoto wote warudi shule kwa sababu tumegundua ya kwamba watoto wengi wako manyumbani wamedrop, hasa wale wa grade 6 wanapomaliza assessment yao grade 6. Wanasema wazazi wanawaambia wamemaliza shule sasa wanabaki nyumbani wakifanya kazi za nyumbani, wakiuza kusaidia kuuza fagio, wavulana wakiendesha bodaboda, so tukaona ni vyema tufanye uhamasisho kwa wazazi wote waweze kuwaregesha wanafunzi shuleni kwa sababu kuna grade 7, kuna grade 8, na kuna grade 9, na baada ya hapo tuna transit to senior school. Kama mithali semavyo, elimu ni taa, gizani haifai. Ujumbe huu uliwasilishwa kwa uzito mkubwa. Mkurugenzi huyu alisisitiza kuwa mtoto ana haki ya kupata elimu, na kuanzia kesho, chifu wa maeneo kwa usaidizi wa jamii watakuwa wakifanya msako wa watoto waliopo nyumbani bila sababu ya msingi ili wahakikishe wanarudi shuleni. Ndio maana leo tukawa na hiyo lunch, na kuanzia kesho, e, machifu wote wataanza kufanya kazi ya kuzunguka mitaani kwao na kuwaregesha watoto shule, kwa sababu hii kazi ama hii lunch tumepanga pamoja na multi agency team, e, tukiongozwa na bwana DCC wetu wa hapa Kaloleni. Aliwakumbusha wazazi kuwa wanafunzi wanapaswa kufika shuleni si kuchelewa wala mapema mno. E, elimu, idara ya elimu ilipitisha polisi ya wanafunzi kufika shuleni na. Mwanafunzi anatakikana kufika shuleni not later than 7:15 am asubuhi na. E, na hapa mbeleni tumekuwa tukiona wa, wa, wa, wa, wazazi na wanarausha watoto very early in the morning kukiwa na giza, watoto ni wadogo, wamesimama barabarani wakingoja mabasi na sasa hiyo ni kinyume na polisi ya Ministry of Education, ndiposa juzi tumekuwa na kikao na bwana DCC na multi agency team na tuki pamoja na wa directors wote wa private schools na head teachers wote wa both public na private, tukawaelezea kwamba tukawakumbusha kwa sababu polisi wako naye, tukawakumbusha ya kwamba sasa. E, imewadia wakati sasa, sheria itachukua mkondo, kwa sababu ile polisi inasema mwanafunzi asirauke shule. Kuna hayo masaa ambayo yamewekwa vizuri sana. Msaidizi wa Kamishna wa Kaunti Bwana Kennedy Omary naye alishikilia msimamo huo, akieleza kuwa serikali tayari imelipia karo ya wanafunzi katika shule za umma. Pesa imelipwa na serikali, na kila ambacho tungeomba wasasi kama walikaa chini, waliketi chini na walimu wakakubaliana ya kwamba watoe pesa kidogo, saa zingine ya lunch ya huyu mwanafunzi, wacha wazazi wawajibike. Hii lunch unajua inasaidia, hmm, sababu gani Kuliko tutume msichana mtoto wa kike aende nyumbani kutafuta chakula, ataipata hapa kwa shule na atarudi masaa ya jioni. Lakini akiachiliwa ya kwamba sasa masaa ya lanchi imefika na ni kurudi nyumbani, hapo katikati kuna mambo mingi tatendeka. Na tutataka kupitia kwa mambo ya aina hiyo, tunataka tuhakikisha watoto wetu wamelindwa vizuri na wameingia shule wasome kwa utaratibu ili siku zijazo So, waje kujisaidia. ni kiripotia runinga ya Mariakani Media nite sapraizodl <music>